Kama una mpango wa kuendelea kuzaa, ni bora ukaacha matumizi ya uzazi wa mpango, kwa sababu aa, ni madawa ambayo yanaathiri mfumo wa uzazi. Unaweza ukapata madhara ya miaka kumi na tano baadaye kwa hiyo akaja ya yakaleta shida, unatafuta ujauzito unashindikana, au unashika ujauzito unaharibika. Kwa hiyo achana na na matumizi ya uzazi wa mpango, hii itaweza kukusaidia kuimarisha mfumo wako wa uzazi. A, moja ya madhara ambayo unaweza ukayapata ni kushindwa kushika ujauzito, maambukizi yasiyoisha UTI, PID, fungus, lakini pia mvurugiko wa homoni za uzazi, uzito mkubwa na kuharibika kwa ngozi. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kukiepuka sasa hivi kabla hakija kusababishia madhara makubwa. Lakini pia aa, kama ushaathiriwa na matatizo ya uzazi wa mpango au dawa za uzazi wa mpango hakikisha unapata tiba za kutoa sumu mwilini, na tunaendelea na challenge yetu ambayo ni kutumia C24/7 na Liver Care kwa ajili ya kutoa sumu mwilini na kuimarisha utendaji kazi wa mifumo ya uzazi na mifumo mingine ya mwili. Na leo ni siku ya ishirini na tatu. Jioni tunatumia Liver Care jioni kidonge kimoja. ili takusaidia kwenda kuimarisha utendaji kazi wa ini na kufanya ini liweze kuchuja sumu kwenye damu vizuri na utendaji kazi wa figo na mmeng'enyo wa chakula. Ili kuipata nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, na komenti neno niunge kujiunga na gupu letu la mafunzo bure.